Na makaribisho haya, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, napenda kupitia kwako kumfikishia Mheshimiwa Waziri Mkuu uliyemwakilisha hapa maoni na ushauri wangu kuhusu kuliunganisha taifa letu kwa njia ya maridhiano. Kimsingi yanahitajika maridhiano ya, ya kweli, ili kurejesha amani na umoja wa taifa letu. Hakuna nayenufaika na mgawanyiko unaoendelea wote ni wahanga na tunahitaji umoja na mshikamano wetu kama tulivyokuwa tukiishi. Katika mchakato mzima wa maridhiano, tujiepushe na sumu tano zinazoua maridhiano duniani kote. Sumu ya kwanza inaitwa hila. Watu wajiepushe na hila, hata kama wakati mwingine hila inapewa jina la nia njema au maslahi mapana ya taifa, hila ibakie kuwa ni hila na kamwe isitumike katika maridhiano. Baba wa Taifa aliwahi kuonya kuwa taifa aliwezi kuongozwa kiujanja ujanja, ujanja. Tujiepushe na hila katika kutafuta maridhiano. Sura ya pili inaitwa kutafuta ushindi. Hakuna ushindi katika maridhiano. Ndiyo maana anaitwa maridhiano ni give and take. Win, win situation. Ushindi katika maridhiano huwa unaandaa vurugu, unaandaa vurugu nyingine kwa baadaye. Tena ukiuangalia huwa ushindi si ushindi, bali ni vurugu zilizowekwa akiba. Sumu ya tatu inaita inaitwa kukwepa ukweli. Maridhiano yanapatikana endapo ukweli umeonekana hata kama ule ukweli unaumiza. Pande zote duniani kote maridhiano hujengwa katika ukweli, pasipo kulaumiana. Ukweli pasipo kulaumiana, kwenye taaluma ya maridhiano. Ndio maana kuna kitu kinaitwa truth Uwezi ukakwepa ukweli ukapata maridhiano. Sumu ya nne ni matumizi ya madaraka. Wakati wa maridhiano, wale wenye madaraka ni busara kuyaweka pembeni kwanza na kuingia chumba cha maridhiano. Wahusika wote huwa kama majeruhi wanaotafuta uponyaji. Kwa hiyo mwenye madaraka na madaraka wote ni majeruhi, wanaingia kutafuta uponyaji. Sumu ya tano inaitwa kujinufaisha na maridhiano. Huu ni mgongano wa masilahi wa sasa au wa baadaye, ni budi uepukwe ili wanaoongoza maridhiano wasitawaliwe na tamaa ya kunufaika na wanachojadili au kupendekeza. Najua hili ni gumu, lakini unakuta mtu anapiga kelele za maridhiano, maridhiano, lakini anachotafuta ni nafasi baada ya maridhiano. Sasa watu wa namna hiyo mwasome na msiwahusishe katika maridhiano, kwa sababu tayari wana mgongano wa maslahi. Mheshimiwa mgeni wetu maalumu, naelewa kwa sasa mna mambo mengi mnayoshughulika nayo, mengi sana mimi ninaloliona ni la muhimu juu ya yote ni maridhiano ya kweli ile mijadala yetu ya kila siku juu ya kipi ni bora kati ya haki na amani kwa sasa si muhimu sana. Kila mmoja ni mshindi, anayependa haki ni mshindi, anayependa amani ni mshindi. Lakini ukweli tunaujua uko wapi? Zipo gharama za kisiasa, kiuchumi, kijamii na kisera tutatakiwa kuzikubali ili kuipata tena Tanzania tuliyoizoea. Ili tuipate Tanzania tuliyo, ziko gharama chungu, itabidi tuzipitie kuweza kuipata tena Tanzania tuliyoipoteza, iliyotuponyoka katika mikono yetu. Kuna miiko tumeikiuka, dawa yake ni toba. Taifa letu ndilo madhabahu yetu heshimu na kuitunza. Sasa, ndugu yangu mpendwa, baada ya kuyasema haya nikukaribisha sana. Na kabla ya kukaribisha, naomba nikushike mkono kwa niaba ya dayosisi ya Karagwe ili ukienda huko uweze kutukumbuka. Zawadi yangu ya kwanza nataka kukupa ni ya Biblia. Hii Biblia maalum nimeisaini kwa mkono wangu ili ikusaidie kukupa hekima, na wizara yako inahitaji hekima Awa, awa kinaosiliwa sikudangaji kwamba bunduki inaweza kukusaidia, haikusaidia kitu. Biblia, naweza inaweza kusaidia. Asante sana. Zawadi ya pili, kuna fimbo hii, inakamwa ina, nimeelewa wewe ni mfugaji, ni mtoto wa mfugaji. Hii kama mwanaake ni ng'ombe, naomba wipokee, ukipenda kufuga ufugi, ukipenda kula ule, na Mungu wakubariki sana, na tunajua wewe sio sio padre, kunamke hii zawadi umpelekee mama ehe, asante na kwa kuwa umekuja Kagera Karagwe, una mkungu wa ndizi pia uweke kwenye gari, ukifika mama akupokee kwamba umetoka Karagwe. asante sana.